Rais wa Marekani, Donald Trump amemtupia lawama Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky kwa kuanzisha vita dhidi ya Russia. Shirika la habari la BBC limeripoti leo kuwa Trump ameshusha lawama hizo kwa Zelensky ikiwa ni siku moja tu baada ya Russia kutekeleza shambulio kubwa katika mkoa wa Sumy nchini Ukraine, lililoua takriban watu 35 na kuwajeruhi wengine 117. Trump amesema kuwa Zelensky anapaswa kuwajibika na kubeba lawama za vifo vya mamilioni ya waliokufa katika mzozo kati yake dhidi ya Rais wa Russia, Vladimir Putin. Nanuku, kuanzisha vita na mtu ambaye ni mara ishirini zaidi yako kisha utegemee watu wakuletee makombora Trump aliwaambia waandishi wa habari katika Ikulu ya White House, akimlaumu pia rais wa zamani wa Marekani Joe Biden kwa kuchochea mzozo huo. Matamshi hayo ya Trump yanakuja kufuatia hasira kubwa ya kimataifa baada ya Russia kushambulia jiji la Sumy Ukraine, siku ya Jumapili, shambulio baya zaidi dhidi ya raia kwa mwaka huo. Alipoulizwa kuhusu shambulio hilo, Trump alisema kuwa lilikuwa la kutisha na kudai aliambiwa na Russia ilifanya makosa lakini hakutoa maelezo zaidi. Na nukuu, mamilioni ya watu wamekufa kwa sababu ya watu watatu. Tuseme Putin ni wa kwanza, Biden ambaye hakuwa na wazo lolote anachofanya ni wapili na Zelenski, alisema Trump, mwisho wa koneko. Ingawa Trump amezungumzia mamilioni ya waliokufa, makadirio ya sasa yanaonyesha kuwa mamia ya maelfu wameuawa ama kujeruhiwa tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wake mkubwa nchini Ukraine Februari 14, 2022. Akimkosoa Zelenski, Trump amesema kiongozi huyo wa Ukraini daima anatafuta kununua makombora, huku akiongeza kuwa Unapoanzisha vita, lazima ujue unaweza kushinda. Trump amekuwa akitofautiana na Zelensky tangu alipochukua tena madaraka mapema mwaka huu, na tayari ameonyesha kuwa anailaumu Ukraini kwa kuanzisha mzozo huo. Mvutano baina yao umekuwa mkubwa tangu walipokutana na mashambulizi makali ya maneno katika ikulu ya White House mwezi Februari mwaka huu. Katika mkutano huo, Trump amemshutumu Zelensky kwa kuchezea kamari ya vita vya dunia ya tatu na kumkemea kwa kushindwa kuanzisha mazungumzo ya amani mapema dhidi ya Russia. Kwa upande mwingine, Trump amejaribu kuboresha uhusiano na Moscow, amesema kuwa alipiga simu na Putin mwezi uliopita na wiki moja baadaye, rais huyo wa Russia alimtumia picha yake kama zawadi. Mwezi Februari, Marekani iliungana na Russia kupinga azimio la Umoja wa Mataifa lilomtaja Russia kuwa mshambuliaji katika vita dhidi ya Ukraine. Baada ya mazungumzo kati ya maofisa wa Marekani na Russia kushindwa kuleta makubaliano ya kusitisha mapigano hayo, Trump alisema kuwa amekasirishwa sana na Putin, ingawa aliongeza kuwa ana uhusiano mzuri na kiongozi huyo wa Russia. Mjumbe wa Marekani Steve Witkoff alikutana na Putin mjini St Petersburg Jumaa. Witkoff amesema mkutano huo uliwajumuisha washauri wawili wa Putin na walikuwa wa saa tano na wa kuvutia sana, alisema. Putin alitaka amani ya kudumu zaidi ya usitishwaji wa mapigano. Mazungumzo hayo yalijadili mstakabali wa maeneo matano ya Ukraine ambayo Russia inadai kuyamiliki na pia hakuna NATO kifungu cha tano, ikimaanisha sheria ya NATO kwamba wanachama wake watamtetea mshirika anayeshambuliwa, nanukuu Nadhani tunaweza kuwa karibu kupata jambo la muhimu sana kwa dunia kwa ujumla, witkoff aliiambia fox news siku ya Jumatatu. Kuna uwezekano wa kubadilisha uhusiano wa Rusia na Marekani kupitia fursa mpya za kibiashara ambazo nadhani zinaweza kuleta uthabiti katika eneo hili, la ushirikiano huleta uthabiti, amesema mjumbe huyo wa Trump katika mzozo huo, katika mahojiano kabla ya shambulio la hivi karibuni la Russia. Zelenski amemwomba Trump kutembelea Ukraine kabla ya kufika makubaliano yoyote na Putin ili kumaliza mzozo huo, na nukuu tafadhali kabla ya maamuzi yoyote au aina yoyote ya mazungumzo njoo uone watu raia wapiganaji wa hospitali makanisa watoto waliouawa ama kuharibiwa zelenski alisema katika mahojiano na kipindi cha 60 minutes cha cbs news shambulio la russia dhidi ya sumi lilitokea katikati ya jiji hiyo hilo siku ya jumapili ya mitende na lilisababisha vifo vya watu takriban 35 Kulingana na Zelensky, Moscow imedai kuwa imerusha makombora mawili ya Iskander katika mkutano wa wanajeshi wa Ukraine na kuua takriban watu 60 kati yao, ingawa haikutaja ushahidi wowote. Trump amesema anataka kusitisha mauaji, huku akisema kuwa kutakuwa na mapendekezo hivi karibuni, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusiana na namna itakayotumika kumaliza mzozo huo. Mzozo wa Ukraine na Russia una mizizi tangu mwaka 2014 wakati rais wa Ukraine aliyekuwa na uhusiano wa karibu na Russia madarakani Rusia ilijibu kwa kuiteka Krimia na kuungwa mkono na waasi waliopigana mashambulizi ya damu katika eneo la mashariki mwa Ukraine. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital itakusogezea kila updates inayojiri kuhusiana na mzozo huo. Hii ni Mwananchi Digital.